Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa ni rasmi kabisa kuzungumza na M23 Nchini Angola. Ofisi ya Rais wa Angola imetangaza kuwa itawasiliana na vuguvugu la M23 ili kundi la DRC na M23 wafanye mazungumzo ya moja kwa moja. Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi hakuwa na uhakika kuhusu tangazo la Angola, lakini aliiambia tovuti ya X Twitter kwamba Angola itachukua hatua zinazohusiana na upatanisho. Tunasubiri kuona utekelezaji wa mchakato huu wa upatanishi wa Angola. Tina aliongeza, hii ilitangazwa baada ya ziara fupi ya Rais Felix Tshisekedi wa DR Congo huko Luanda, ambako alikutana peke yake na mwenzake Joao Laurenco wa Angola. Rais Joao Laurenco wa Angola, ambaye amekuwa mpatanishi katika mzozo wa DR Congo kwa karibu miaka minne, alitangaza mwezi uliopita kwamba atajiuzulu kutoka kwa majukumu hayo ili kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambayo ingethibitishwa Serikali ya DRC imekuwa ikikataa wito wa mazungumzo ya kikanda yaliyoitishwa na SADC na jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wa kufanya mazungumzo na waasi wa M23, jambo ambalo lilikwamisha utekelezwaji wa maazimio ya vikao vya Luanda, Dar es Salaam na Nairobi. Rais Tshisekedi alisema wazi kwamba maadamu mimi ni rais wa DR Congo, kamwe hatajadiliana na M23 kwamba mazungumzo na kundi hili analoliita la kigaidi ni mstari mwekundu ambao hatutavuka kamwe. Hatua ya rais wa DRC kukubali kufanya mazungumzo na M23 inaonelewa kama hatua muhimu katika juhudi za kurejea wa amani katika eneo la maziwa makuu. Wakati haya ya kijiri, SADC inatarajia kuitisha mkutano utakaojumuisha serikali ya DRC na waasi wa, wa M23 kutafuta suluhu ya amani. Serikali ya DRC pia imelaumiwa na Rwanda kwa kutotekeleza mazungumzo ya Luanda kuhusu kuwaondoa wapiganaji wanaopigana dhidi ya serikali ya Rwanda wa kundi la FDLR wanaoendesha harakati zao DRC. Kwa upande wake, DRC imekuwa ikiituhumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, shutuma ambayo Rwanda imekuwa ikizikanusha. Kwa upande mwingine, mzozo wa DRC, wakuu wa nchi za SADC watakutana siku ya leo tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 kwa mkutano maalum. Mkutano maalum wa wakuu wa nchi za jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika yaani SADC unakutana kwa njia ya video Alhamis hii kujadili hali ya DR Congo. Mkutano huo unaoongozwa na Rais Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ambaye kwa sasa ni mkuu wa SADC, unajadili suala la wanajeshi wa SADC waliotumwa katika ujumbe unaojulikana kama SAMI DRC si ambao wametumwa Goma. Mkutano wa leo Alhamis tarehe 12 ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 unafuatia maazimio ya mikutano eh, Unafuatia maazimio ya mikutano wa Organ Troika, chombo kinachohusika na masuala ya siasa na usalama katika SADC, uliokutana Alhamis iliyopita chini ya uwenyekiti wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, anayeongoza chombo hicho, kujadili suala la askari wa SADC nchini DRC zaidi ya wanajeshi elfu moja wanaaminika kutumwa na Afrika Kusini, Malawi na Tanzania na wako katika kambi za Goma na vitongoji vyake huko Mubambiro, ambapo wanalindwa na kundi wa la waasi la M23. Wanajeshi hawa waliokuwa wametumwa na nchi hizi kusaidia jeshi la DR Congo waliweka silaha chini baada ya kushindwa katika vita vya kuulinda mji wa Goma ambao ulitekwa na M23 mwishoni mwa mwezi wa Januari. Tangu mji huo kutekwa, mustakabali wa askari hawa haueleweki. Mwezi uliopita vuguvugu la M23 lilikubali kuiruhusu miili kumi na nne ya Waafrika eh, Kusini waliouawa katika mapigano hayo pamoja na baadhi ya waliohitaji matibabu kurejeshwa katika nchi zao kupitia Rwanda. Baadhi ya wanajeshi hawa bado wako ndani na karibu na Goma wakilindwa na M23 kwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya kushindwa vitani. Kwa upande mwingine, pia ushirikiano wa madini kati ya DRC na Marekani. Je, ni nani atanufaika? Marekani imesema iko wazi kuchunguza ushirikiano wa rasilimali muhimu ya madini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC huku Kongo ikitaka usaidizi wa Marekani katika vita vyake vinavyoendelea dhidi wa ya waasi wanaodhibiti asilimia kumi ya eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na Kinshasa. Hatua hii inafatia Kinshasa kutangaza mipango ya kuimarisha jeshi katika suala la fedha na silaha na e, kuiwezesha kutekeleza hilo. DRC ambayo ina utajiri mkubwa wa kobalti, lithium na uranium miongoni mwa madini mengine imekuwa ikipambana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wameteka maeneo mengi ya ardhi yake mwaka huu. Je, ni nani atakayenufaika katika ushirikiano huu mpya wa nchi mbili? Ombi la uhusiano wa DRC kwa Marekani lipi? Ombi la uhusiano wa DRC kwa Marekani lipi? Katika ushirikiano huu serikali ya Kinshasa inataka kuyapa makampuni ya Marekani haki ya kuchimba na kusindika madini ya thamani na kulipia msaada huo. Serikali ya Kinshasa inataka ushirikiano wa kijeshi wa Marekani ikiwa ni pamoja na mafunzo ya vifaa vya jeshi la Kongo. Mwishoni mwa mwezi uliopita, serikali ya Kinshasa iliomba Marekani kuwekeza katika nchi yenye hifadhi ya madini ya thamani eh, ya dola tirioni 24, ambayo hayajatumika. Madini ni muhimu kijeshi, kiteknolojia na nishati, kulingana na barua eh, serikali ya Kinshasa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. "Kuna, kuna nia ya sisi kubadilisha washirika wetu," msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya alisema wiki iliyopita. "Ikiwa leo wawekezaji wa Marekani wana nia ya kuja DRC, ni wazi watapata nafasi. DRC ina akiba ambayo inapatikana na DRC ina, ina akiba ambayo inapatikana na itakuwa vizuri kama mitaji ya Marekani inaweza kuwekeza hapa," alisema. Barua ya DRC inaomba kwamba Rais Trump binafsi awepo kwenye mijadala kuhusu ushirikiano huu na kwamba mkutano kati ya Rais Trump na Rais Tshisekedi utakuwa muhimu katika kunufaisha ushirikiano huu. Akielezea kuhusu ushirikiano wa Marekani na DRC, Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, aliandika kwenye ukurasa wake wa X Twitter kwamba Tshisekedi aliialika Marekani yenye makampuni yanayonunua vifaa vya msingi kutoka Rwanda vinavyoporwa nchini DRC na kuingizwa nchini Rwanda na kwamba sasa wanaiomba Marekani inunue kutoka kwa wamiliki wake halali. Mamlaka za Rwanda zinasema kuwa madini ya DRC sio sababu ya mzozo wake na DRC na kwamba wanaochimba na kufaidika nayo ni makampuni kutoka nchi za magharibi. Rwanda pia inakanusha kulisaidia kundi la waasi E, wa M23. Je, Marekani inasemaje? Serikali ya Washington, Marekani imetangaza kuwa iko tayari kufanya kazi na serikali ya DR Congo kuhusu madini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliiambia Reuters. Marekani iko tayari kujadili ushirikiano katika sekta hii ambao Unaambatana na ajenda ya kwanza ya utawala wa Trump, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema, akibainisha kuwa Kongo ina sehemu kubwa ya madini muhimu duniani yanayohitajika kwa teknolojia ya juu. Marekani imefanya kazi kukuza uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani nchini DRC ili kuendeleza rasilimali za madini kwa njia ya kuwajibika na ya uwazi, msemaji huyo aliongeza. Je, DRC itanufaika na ushirikiano na Marekani? Kulingana na wachambuzi waliozungumza na BBC, huenda DRC ikapoteza kuliko kunufaika na uhusiano huu mpya. Timothy J. Olo, profesa wa sayansi ya siasa katika vyuo vikuu nchini Kenya na Tanzania, ameiambia BBC utawala wa Donald Trump nchini Marekani umeonyesha kiu ya kufuatilia maslahi ya Marekani popote wanayoweza kuyapata kwa gharama yoyote ile, aliiambia BBC. Aliongeza kuwa bila shaka kwamba DRC inaibembeleza Marekani sababu inajua kabisa kile anachokitaka Trump, na ikiwa Marekani itakuja Kongo haitakuja kama mpatanishi wa amani bali kama mtu hodari anayekuja kutafuta maslahi yake na kwa njia yoyote iwezekanayo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Justin huna, eh, huna anakubaliana na Profesa Oloo kwamba uhusiano wa madini wa Marekani na DRC hauwezi kuwa suluhu ya mzozo wa DRC. Justin anasema hakubaliani, eh, hakubaliani kile anachokitaja kuwa kuonesha kuwa mzozo wa DRC unatokana na madini. Mimi sikubaliani kabisa na mawazo kwamba vita hivi vinatokana na madini, kwa sababu madini yote ya Afrika yanaenda kwa nchi za Magharibi, Ulaya na China. Kama Marekani inaingia mikataba ya madini ni wajibu wake tu, eh, kama mmoja tu wa vigogo wa dunia wanaofanya biashara kwa maslahi yake, lakini sio kutafuta suluhu la mzozo wa Kongo. Suluhisho, hali, eh, suluhisho halitatoka Washington au Paris. Timothy Olo ameiambia pia BBC kwamba juhudi za kufikia amani zinahujumiwa na vitendo vya pande zote mbili zinazoendelea kusababisha vita. Ukiangalia jinsi M23 inavyojijenga upya na jinsi serikali ya Kinshasa nayo inavyozidi kupata nguvu, unaona kwamba hizi si dalili nzuri eh, za kuelekea za kuelekea upatikanaji wa suluhu ya mgogoro huu, alisema. Madini ya thamani ya DRC yanavutia makampuni mengi kutoka nchi zilizoendelea kiteknolojia ambayo eh, huyatumia kutengeneza vifaa vya kisasa kuanzia kompyuta, simu, silaha, magari hadi vyombo vya anga. Alipoulizwa kuhusu ni, eh, ni kwa kiasi gani ushirikiano baina ya DRC na Marekani unaweza kuyadhibiti makundi ya M 23 na makundi mengine yanayopigana mashariki mwa Congo, Bwana Hunatabu alisema M 23 sio kama makundi mengine, kwa sababu makundi mengine yanakuwa hayana malengo yoyote wala uungaji mkono malengo. M 23 ni muungano uliojipanga vizuri, ni watu wanaojua wanachokifanya, aliongeza haamini kwamba Marekani kuanza ushirikiano na DRC kuhusu madini itaweza kuvunja harakati za M23 kwa sababu kundi hilo limejipanga vyema. Timoth Olo anaamini kuwa suluhisho la mzozo nchini DRC, e, itatoka Afrika. Alisema ni muhimu kwa pande zinazozozana kuelewa wazi kwamba ni juhudi za Afrika. E, ni juhudi za nchi na mashirika ya kikanda pekee kama vile SADC na EAC zinaweza kuleta suluhu ya kudumu. Suluhu ya tatizo hili halitatoka Washington au Paris. Aliongeza, tatizo la Congo kama matatizo kama yale ya Sudan yanaweza kutatuliwa na sisi kama Waafrika kuaminiana na kuwasikiliza wale wanaoshiriki uzoefu hapa katika bara letu. Hadi sasa Marekani haina makampuni yanayomilikiwa na serikali kama ilivyo kwa mshindani na, ha, na, na hasimu wake wa kiuchumi China na hakuna makampuni binafsi ya uchimbaji madini ya Marekani kwa sasa yanafanya kazi nchini Kongo. Iwapo itaingia nchini Kongo itatakiwa kuanza mchezo mpya kwenye uwanja mpya wenye washindani wengi ambao lengo lao kuu ni madini ya kupata eh, ya kupata mgao wao rasilimali muhimu za Congo. Je, serikali ya DRC itaweza kuwashinda waasi wa, wa M23 na kumaliza makundi mengine yenye silaha na kurejesha amani na utulivu. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi na tunaisogeza kwako ili kusudi mpenzi eh, mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kufahamu na kujua kinachoendelea sasa. Kufuatia mzozo nchini DRC